Nilipigana vita kubwa sana na waganga ambao wanapiga ramli chonganishi, na kwa kiasi kikubwa tulipunguza matukio ya mauaji. Na waomba na kuasi tuache kupiga ramli chonganishi, tutibu watu kulingana na vile ambavyo mababu walituelekeza, lakini wewe huwezi kupata hela bila kudanganya. Na sasa hivi imeingia tabia mbaya zaidi kwenu nyee waganga mnafanya zinaa na wake za watu kwa kuwadanganya mnawatibia, na mbaya zaidi mnaenda mbali, mnawarekodi. Akitaka kukuacha, unamwambia nitakuua. Ukiona vile unavyomtisha kumuua, anakataa, haogopi, unaanza kumrushia zile picha ulizomlewesha madawa yako ukamwingilia kimwili ukimtishia kwamba utamdhalilisha. Naomba nitangaze vita dhidi ya waganga wa aina hiyo. Mimi naitwa Safia Jongo, sina muhali na mhalifu. Waganga mpo, lakini Mungu yupo, na mimi namwamini Mungu. Acheni tabia chafu, mnachafua tasnia ya uganga wa asili. Mwonyane nyinyi kwa nyinyi, wale mnaowajua wenye tabia hizo waache mara moja, kwa sababu sitakubali wananchi wadhalilike kwa kupitia nyie. Tunaelekea kwenye uchaguzi, nchi yetu ni amani na tunachokilingia ni amani, lakini kwenye hii mikoa ya kanda ya ziwa changamoto kubwa tulionayo, huwa mnawadanganya sana wagombea, nyie waganga wa asili, kwamba sijui ukipata mguu wa albino utashinda na vitu vinavyofanana na hivyo. Chama cha Mapinduzi kilijiandaa vizuri, na Mheshimiwa Rais ameyafanya makubwa sana ndani ya nchi hii. Sidhani kama wagombea wetu wanayo sababu yoyote ya kutafuta mguu wa albino ili ashinde. Kama wananchi wanakukubali, wanakukubali. Na nyie waganga cheni kutumia hizo mbinu kuwaharibu viongozi wetu na hatimaye mnatusababishia uhalifu. Changamoto ambayo imebaki na ni kubwa ni imani za kishirikina. Nyakagomba kwa takwimu nilizo nazo Nyakagomba ina waganga kwa kata ya Nyakagomba peke yake ina waganga zaidi ya mia moja na ishirini waliosajiliwa. Hatukatai waganga kwa sababu ni asili, lakini tunakataa waganga ambao wanapiga ramli chonganishi: babako mchawi, mamako mchawi, jirani yako ndio kakuroga. Hufanikiwi kwa sababu unarogwa. Uh, ukitaka ufanikiwe kwenye machimbo lazima tupate mguu wa mtu. Ukitaka ufanikiwe mngombe wawe wengi, tumuue mtu, mguu tufukie katikati ya zizi, na changamoto zinazofanana na hizo. Tunawapenda sana waganga kwa sababu asili yetu ilianzia huko, lakini mtibu kwa kufuata sheria na kanuni Msitibu kwa kuchonganisha jamii na hatimaye tunapelekea mauaji. Tulikuwa na changamoto kubwa sana ya mauaji Geita, lakini chanzo ni ramli chonganishi. Nawaomba na nakuwasihi na waganga wote wa kata ya Nyakagomba na wale mliopo hapa muwapelekee taarifa.